ITV imefika hadi katika eneo hilo na kushuhudia kanisa hilo likiwa limezuliwa huku baadhi ya majeruhi wakiwa Hospitali ya Songambele kwa matibabu zaidi. Na hapa baadhi ya mashuhuda wanaelezea tukio lilivyokuwa. Sasa haikuchukua muda sana, ikatulia. Ilipotulia ikasikia kelele, huku watu wanapiga kelele, kabidi tutoke kule tulipokuwa tumejikinga, tukaja hapa kwenye tukio, tukakuta tayari hili kanisa limeshadondoka ndani pale kulikuwa na mama amesha afariki tayari. Ujenzi wao kwanza, walijenga baadaye, walipomaliza kujenga, baadaye kwa kupaua walikuwa napaua. Napaua sehemu wanaacha, mpaka sasa hivi bado walikuwa bado hawajamaliza kupaua. Nao majeruhi waliopata ajali hiyo wakiwa katika mazishi ya mwanakijiji mwenzao, na kufika kwenye kanisa hilo kwa ajili ya kujikinga na mvua, wanasimulia madhara waliyoyapata na anavyojisikia baada ya kunusurika na kifo. Hapo ulipokuja sasa ikawa ni vurugu watu, yani ukuta ukaanza kuanguka, tukakoswa namna ya kutoka, sasa watu ikawa ni kuangukiana, ila yote kwa yote tunashukuru Mungu, tuliweza kutoka japo tulikuwa na majeraha. kaanza kuyumba, ilipoanza kuyumba tofari sasa zikaanza kumwagika hivyo hivyo, watu wengine walikuwa nje, lakini mimi nilikuwa hapo mlangoni nikapigwa na nanii ilo tofari kwenye kichwa na, na kwenye sikio la, la, la tatu sasa mgongoni, nikaanguka. Kaimu mganga mfawizi wa hospitali ya Songa Mbele do Fidelis Silveri anathibitisha kupokea kwa miili na majeruhi wa ajali hiyo. Kwa hiyo jumla ya vifo ni vitatu na majeruhi kumi. Majeruhi tulionao hapa hospitalini kwa sasa wamebakia majeruhi watano ambao wakati ya majeruhi hao wote wanaendelea vizuri na wengine waliweza kuruhusiwa jana. Lakini moja ya majeruhi hao aliweza kuumia kwenye mifupa ya kwenye nyonga ambapo alikuwa hawezi kusimama. Wala ku, kunyanyuka wala kusimama. Kutoka hapa kanisa la Adventisti wa Sabato lililopo kijiji cha Nkololo wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu, Ted Kilanga ITV.